Mwanamke pozi eh, napenda <tossimilasini> kuanza kumtambulisha mamangu mzazi. Kaka zake wanampenda sana, wameona wamsaidie. Haya bwana, tunasikiliza. Asalamu alaykum. Mungu asifiwe. Um, Zabibu angependa kumtambulisha, kuwatambulisha mama zake, manake hawa watu wameshirikiana katika mali zetu sisi sote, anawapenda sana. Omba mama zake Zabibu wasimame vilevile, um, wetu tungetamani kuwa naye hapa, lakini alikuwa kule Dar es Salaam. Inatosha sababu ya hali yake kidogo iendelee vizuri, lakini tumemwakilisha. Na mimi hapa ni kaka yake wa kwanza Alikiba, nipigeni makofi kweli. <laughs> <laughs> huyu <ilishu> hapa <laughs> ni ndugu yake I mean, kaka yake Zabibu anaitwa Abdu Kiba. Na kuna kaka yake mwingine, naomba usimame kaka yake, kaka yake Zabibu mlezi Karim, alafu kuna kaka zake wengine Zabibu wapo hapa, naomba kokote mlipo monyeshe ta mikono tu, yeah. Alafu, yeah. Yeah. Alafu kuna rafiki yake kipenzi ambaye amekuwa naye marafiki zake kuwa kimsapoti mpaka leo hapa, siku ya mwisho ya kusema kuwa, ile, unaelewa, unajua, unapokuwa kuna ndoa unaingia katika maisha mengine. Kwa hivyo leo nakuja kumwaga rasmi hapa, naomba marafiki zake Zabibu wote msimame, hao ndio, msiogope, bahati zinapatikana hapa hapa, simameni, waambie kabisa. Tanga ndo hudari, eh? Nimeambiwa Tanga sana tu. Si ndio? Eh, kuna karibu tu. Okay, so, huo ni utambulisho mfupi ambao sisi ndio watu ambao tumekuja leo kumwaga dada yetu, asanteni sana. Asante sana. DJ mrudishe kaka wa Zabibu. Aha. Kuna mmoja nimesahaulika, nimeambiwa huyo hapa ni mdogo wetu mwisho anaitwa Abubakar. Eh, yeah. Anaitwa Abu Kiba, ni photographer professional. Hiyo ndio kazi yake. 99 year Abu Kiba 99. Kiba. Okay. So, huyo ndio maiza utambulisho. Asante sana. Asante sana. DJ Mrudishi. Okay. Young, apana. Apana. Apana, wee ni kibaka. Apana, chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Tecnofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019, kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EK, na HGK. Shule, mazingira yatulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni, Msangani, Riki Hotel Mnazi Mmoja Daressalam, Msimbazi Senta Daressalam, Mwanza soko kuu duka namba 27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa Msangani